Ana mkoani Mwanza ambapo kwa madai ya dada yake Lucy Mrimi aliondoka nyumbani kwenda kufanya mazoezi na kwamba mmoja wa mashuhuda aliwaeleza kuwa ndugu yao mara ya mwisho alionekana akiwa amezungukwa na watu wanne, na shuhuda mmoja akamwambia kwamba alimuona siku hiyo akiwa anazungumza na simu akitembea na kuteremka. Aki, baadaye walikuja wanaume wanne wakiwa wamemzunguka baadaye walipokuwa naongea wakawa kuna gari moja Defender ya cream iliyokuwa tite, wakawa wamempandisha huko na walipokuwa wameenda sasa. Tangia hapo ndipo ambapo ndugu yetu tena Daniel Chonchori hajaonekana, ambao alikuwa ametia nia ya kugombea ubunge Chama cha Mapinduzi hivyo tunawaomba vyombo vya serikali mwendelee kutupazia sauti ili ndugu yetu aweze kupatikana. Kaimu kamanda wa jeshi la polisi <coughs> mkoa wa Mwanza jana Machi 24 alitoa taarifa ya polisi kuanza uchunguzi wa tukio hilo akibainisha kuwa juzi